Ya kama ulivyoangalia na sasa hivi bado tunaendelea. Hii ni tiki, unajipigia tiki kwa kubofya subscribe hapo chini. Nipo na mkali wa filamu Tanzania, lakini na nje ya Tanzania pia, mfanya kazi kali nyumbani na nje ya Tanzania, Afrika na dunia inamjua Rammy Galis. Mambo vipi? I say poa sana, mambo vipi? Kaka freshi sana, tuzungumzie surprise ambayo umekutana nayo siku ya leo katika filamu ya Sumu. Well, big shout out to Third Eye Africa because wamefanya kitu kizuri. Uh, nimeona wamefanya kitu ambacho kitaleta chachu kwenye tasnia ya filamu. Mmetuonyesha kiu kubwa ambayo wa Tanzania tulikuwa tunatamani kuona, haswa mimi ambaye sikuwahi kuona filamu ambayo ikitumia location nzuri, props nzuri, uniform nzuri, utazamaji wa sinema mzuri. So, I'm glad and congratulations ambacho kimekuvutia zaidi mpaka unazitoa hizo pongezi tena kwa lugha kabisa ile ya Kiingereza ni, ni sini kama zipi hivi? Uh, sini mbalimbali ambazo zimewahusisha uh, zombi katika idea tofauti tofauti. Uh, uigizaji pia umecheza nafasi yake. Kwa hiyo nimeona wamenigusa hasa mimi kwa sababu nimewahi kuona tu kazi nyingi za Kiafrika wakiwa kia wanafanya hata mimi kushiriki mara nyingine zilizovyokwenda. Kwa hiyo nimefurahi na nimefarijika kuona imefanyika nyumbani. mtu kama Gabo Zigamba, ukaribu wako pamoja na namna ambavyo yeye anafanya kazi pia, kazi ngapi hivi umewahi kufanya naye kazi? Hapana, sijawahi kufanya kazi na Salim Ahmed yeah. na ni watu ambao wote mnajua wote mmepiga kazi za kimataifa, pengine kuna mipango yoyote mipango ipo, lakini nafikiri bado kudra za Mwenyezi Mungu hazijafikia, kwa sababu mimi nahangaika sana kaka, na napokuwepo hapa leo naonyesha ushirikiano, lakini bado vision yangu na mission yangu ni kubwa. Wewe yeah, unakuwepo unaonyesha ushirikiano ni jambo jema na unastahili pongezi. Pia umewahi pengine labda kukosa ushirikiano kwa namna moja au nyingine katika kazi zako? Uh, unajua kaka, kuna kitu kinaitwa wivu wa maendeleo. Sio kila mtu anapenda kukuona una push kazi, unasogea, unakuwa mkubwa kwenye tasnia. Kwa hiyo sio wote watafurahia ukiwa unafanya vitu vya msingi katika kazi yako, na ukiona watu wengi hawakusapoti, ujue unafanya kitu cha tofauti. Kwa hiyo hata mimi pia nimefarijika kuwepo hapa, kwa sababu naona kitu cha tofauti, na pia ningependa kuwapa watu watu wajitoe ushirikiano mkubwa zaidi ya hapa leo nilichokiona. Projekti zako ni nyingi, ni kubwa na kumbuka ya mwisho ile uliifanya ilikuwa ina, inaitwa red flag, yeah, red flag ambayo ilifanyika Nigeria ikazinduliwa yeah, Tanzania sasa hivi imekuongezea ime nafasi gani katika kazi yako ya sanaa? Nimesajiliwa katika Africa Film Association, mi ni mwigizaji nambari moja au wa kwanza kutoka East Africa ambao wamesajiliwa kule, hivyo imeweza pia kunipa kazi South Africa, ambayo nimeenda kushiriki kwenye tamthilia inaitwa Mission in Johannesburg, season nzima nikiwa kama mwanasheria ambaye nimetokea Brazil katika hiyo sinema. Kwa nini hiyo sino ulipangiwa Ubrazili au wewe mwenyewe ndio ulichagua kuiwakilisha, au mwonekano? Profaili yangu pia, niliwaambia mi baba yangu ni kutoka ametokea Brazil, alikutana na mama yangu huko Somalia. Kwa hiyo story yangu na pia mwonekano wangu pia umenibeba kunipa hiyo karakta, kwa sababu kwenye story kuna hiyo karakta ambaye inayemwongelea mwanasheria anayetokea Brazil. Kwa maana hiyo mwanasheria kutokea Brazil, lugha ambayo ilikuwa inatumika mule automatically ni lugha ya Kiingereza, of course English. Kitu gani ambacho kina unavutiwa nacho sasa hivi katika sanaa ya nyumbani? Anavutiwa kwanza, kwa sababu kwanza, kwanza, kwanza niko nyumbani na hapa ndo nipo nilipotokea, hapa ndipo nilipoanza kuonekana, so lazima nionyeshe heshima kubwa kwa Watanzania na walionifikisha hapa leo nilipo. Kumkumbuka mpenzi aliyekuwa mpenzi wako Agnes Masogange, uliwahi kuposti na kusema kwamba kuna kazi ambayo inafuata, umefanya naye hiyo kazi, hii vipi? filamu ya Hukumu ipo na ipo njiani, kwa sababu tayari tumeshamalizana upande wote, upande wa familia, upande wa filamu yenyewe. Tunasubiri tarehe zitiki, ambayo itakuwa katikati ya mwezi wa nane, na tutakuja wote hapa kuangalia kazi ambayo nimefanya mimi nikishirikiana na waigizaji wote na aliyekuwa kipenzi changu marehemu Masogange. Unaposema umemalizana na upande wa familia, ni familia ya Agnes? Kwa maana kwamba kuna malipo ambayo yatakwenda kule, au inakuwa? Aa, niliweka asilimia 25 katika mikataba yangu huko Kosota kwa niaba ya familia ya marehemu Masogange, yeah. La mwisho kwa watazamaji wa Tiki TV. Tupende kazi yetu tujitoe tu, tuwe na uzalendo tusiweke negative comment katika filamu zetu za nyumbani. Tunajua tunapotaka ni bado hatujafika, hichi kidogo tunachokifanya basi tule, tuonyeshe chachu tuonyeshe support. Leo Nigeria ndio nchi pekee Afrika wanayoongoza katika kutengeneza filamu na kuuza hawakufikishwa kwa sababu ya negative comment, walifikishwa kutokana na umoja na mapenzi ya dhati kutoka kwa mashabiki wao. Kwa tafsiri ya haraka haraka hivi, unafikiri watanzania wanapenda kitu gani? Ah, wanapenda vitu vizuri zaidi kwa gharama ndogo sana yeah. kwa maana hiyo tukitaka kitu kizuri zaidi basi Tusiache tusiache kuonyesha support yenu, kwa maana hata leo tukiwaambia nunueni filamu yetu kwa elfu moja, basi nunueni, alafu muone kazi tutakuja kuyafanyia kwamba utawaletea kama wanavyohitaji vitu vizuri kwa gharama ndogo. Hapana, nimekwambia wanapenda vitu vizuri kwa gharama ndogo koyo, kwa hiyo hii kwao itakuwa ni gharama ndogo kwao kwa shilingi elfu moja lakini zikiwa nyingi zitakuwa kubwa kwetu, ambayo tunaweza tukafanya kitu kizuri. asante sana. Yeah, yeah. This is your boy Rami Gallis, African acta anayekuwakilisha Tanzania, South Africa, Nigeria pia. Um, tunaangalia na tunatazama wote kwa jicho la tatu. Tiki TV stay. Much respect kwa mkali na mjanja bati, ulikuwa wote pamoja. Tiki TV unajipigia tiki kwa kubofya subscribe. Asante sana.